Familia ya Liti Kidanka tunaiomba serikali yetu sikivu inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassani ifanye jitihada ili waweze kurudisha fuvu na kichwa hapa Mikuyu, mahali ambapo mwili wake umelala. Tunaiomba shule musingi, ya msingi iitwe Liti ili kumwezi, pamoja na shule ya sekondari Matumbo iliyopo kata ya Makuro kama ambavyo imefanyika katika maeneo mengine kuwaenzi mashujaa. Familia ya Liti ambao ni wajukuu, tunaiomba serikali itutazame na kutuhurumia kutokana na madhila au uonevu tuliofanyiwa na Wajerumani. Familia ya Kidanka ya Liti Kidanka, tunapenda kuwashukuru wafuatao kwa kufikisha tukio hili mpaka sasa. Mheshimiwa Pascali aliyekuwa DC, huyu ndiye aliyetukutanisha na familia ya ndovu ya Kifusenge kutambua kati ya Liti Hema na Liti Kidanka ni yupi aliyepigana na nyuki. Na mwisho wa yote ilifahamika Liti Kidanka, ndio maana tuko mahali hapa leo. Tunamshukuru Daktari Peter Sungi Kijanga. Mwandishi Daudi Barnaba Nkuki. Mwalimu Mheshimiwa Alfred Rigi pia, mchungaji Emanueli Barnaba, wao msunga mahali alipo wapunge mkono. Alfani Alimasi, pia tunamshukuru mwenyekiti wa ukoo kwa kufanikisha jambo hili, lakini kipekee tushukuru shirika la utangazaji la taifa TBC kwa kuweza kurusha vipindi baada ya kufanya kurekodi taarifa hizi za historia hii. Tuwashukuru watu wa tua Basata, tuwashukuru watu wa Muda Afrika pekee kabisa mkuu wetu wa mkoa, tunakushukuru kwa kuliona tukio hili kubwa lililosahaulika kutopewa kipaumbele kama mashujaa wengine akina Chifu Mkwawa, wa Milambo na wengine hivyo, kuwa mkuu wa mkoa wa kwanza kuandika historia hii ya shujaa Liti Kidanka pamoja na kugharamia Ujenzi wa makaburi ya shujaa Liti Kidanka pamoja na mume wake Nyalangu Mtinangi. Tunakuomba kutufikishia salamu zetu za upendo na maombi yetu kwa mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hasani kwa hatua zaidi ili kufikia malengo yetu. Pia tunapenda kumshukuru dada yetu Rahema Mohamed Majii wa kusimamia shughuli nzima ya ujenzi wa makumbusho haya ya makaburi.